Anaitwa Jafary Muhamedi Ndege, ni mkazi wa Mwanza to la mtoto eh, Sadati Jabir Athmani eh, mkazi wa kijiji cha Kwetongo daya eh, Lushoto mkoa wa Tanga. Ni kijana mlemavu ambaye nilipata taarifa zake nilipokuwa katika shughuli ya kikazi mkoani Tanga kwamba alikuwa anaumwa kwa kipindi kirefu bila msaada pale nyumbani. E, mtoto huyu baada ya kupewa taarifa niweza kufika maeneo yale na kuweza kumuona. Kwa kweli mtoto huyu alikuwa anakipata shida sana, kwa sababu alikuwa anaumwa katika miguu yote miwili, alikuwa ni mlemavu wa ngozi na mikono yake yote ina shida ya ulemavu na miguu yote miwili, na ikiwa imekuwa ikitoa damu katika sehemu zote za miguu. Sasa baada ya kuona hili tatizo, ikanibidi mimi kama msamaria mwema ambaye niliona huruma nilimuonea huruma kwa sababu itsea kwa muda mrefu, nimchukue kijana yule kuja naye Mwanza kwa ajili ya matibabu. Mtoto huyu kwa kweli, ukimwona ni mtoto ambaye yupo katika hali ya simanzi, ni mtoto ambaye amekosa msaada kwa muda mrefu, ni mtoto ambaye anaumia sana kwa sababu ya maradhi, ni mtoto kwa kweli ambaye anatia huruma. Mimi ilinigusa kwa moyo wangu kuja kumsaidia kumleta jini Mwanza. Kwa hiyo mimi nilifanya kazi yangu kama msamaria mwema na ninaombeni wa Samaria wema tuzidi kumsaidia huyo mtoto tumuombe na kumsaidia kuweza kupata matibabu. Ameshafika hospitalini na anaendelea na matibabu, lakini shida iliyopo kubwa ni fedha za matibabu ni chakula na kupata lishe hapa na pale. Bado anahitaji baskeli ukilinganisha na baskeli aliyokuwa anatumia kule kijijini, baskeli ambayo ilikuwa ni ya miti ambayo alitengeneza. Kwa hiyo tunahitaji ambayo basikeli ambayo ni standard ambayo inaweza ikamsaidia kuweza ku, ku, ku, kuendelea na matibabu ya kila siku. Lakini mtoto huyo tumeambiwa kwamba anatakiwa afanyiwa operation na atafanyiwa operation, sio operation chini ya tatu, na operation hizi zina gharama ni kwenye mamilioni. Kwa hiyo ninaombeni wasamaria wema, Watanzania wenzangu, watu wenye huruma kutoa toa ni moyo, sio utajiri. Kimsingi, baada ya kuongea na madaktari bingwa mifupa imeonekana kwamba ni gharama kubwa kwa ajili ya kuweza kutibiwa. Anatakiwa pasuliwe mifupa yote ya upande wa kulia na upande wa kushoto iweze kutolewa ile mifupa ambayo imeshaoza, na pia kuna upande wa kiuno wana shida na mifupa imepata shida. Sasa shida hizi lazima afaweze kufanywa operation. Na operation inaambiwa operation tu ya kufanya mifupa hiyo si chini ya milioni tatu lakini bado atafanyiwa operation. Kijana huyu anahitaji dawa eh, dawa ambazo zinaingia kwenye drip kwa mujibu wa wataalamu wanaposema eh, lakini pia kuna gharama za vipimo, lakini pia kuna gharama kwa ajili ya vitanda, lakini pia kuna gharama za chakula. Kwa hiyo kwa estimation tu ambayo ilikuwa imefanywa na wataalamu, tuseme kwamba mpaka sasa hivi tulivyofika, tunahitaji milioni tano Sababu tulikuwa tunahitaji kama milioni mbili na milioni mbili ishapatikana, na matibabu ya awali yameshaanza. Kwa hiyo imebaki milioni tano kwa ajili ya kumsaidia huyu kijana aweze kupona na kufanyiwa operation. Hebu tuungane kwa pamoja tuweze kumsaidia, hebu tumchangie kijana huyu, kijana ambaye ni taifa la kesho, ili aweze kupata matibabu ili mimi na wewe hata kesho aweze kutukumbuka kwamba tuliweza kumsaidia kutoka katika hali aliyonayo, kwa sababu kijana anaishi katika familia ya kimaskini kwa hiyo ninaombeni sana ndugu zangu, mje muone kijana huyu yuko hapa hospitali ya mkoa Sekou Toure, mje msaidie, mchangie. Mimi ni msamaria wema tu nimefanya kazi yangu na nyie, naombeni mniunge mkono katika kumsaidia huyu kijana a, labda kwa watu ambao wako mbali na jiji la Mwanza ambao hawawezi kufika katika hospitali ya rufaa ya, ya mkoa a, kwa mujibu wa familia kwa wao walivyokaa kwenye kikao na kwa mujibu wa mtoto, kwa sababu mimi ndio niliibua ajenda yake kutoka mpaka kuja kuweka kwenye vyombo vya habari. Walikaa kikao cha familia na mtoto alilizia kwa hali yake mwenyewe, akasema kwamba msamaria mwema aliyemsaidia kutoka kule kijijini ndani kuja kuweza kupata hapa matibabu, ana imani naye. Kwa hiyo akaomba namba za msamaria mwema ambaye ni mimi Jafary Ndege, namba zangu kwa Tigo pesa inatumika namba ya sifuri 654283487 kwa alopesa, tunaweza tukatumia namba ya sifuri 625742324 namba hizi zote zita, zinaandika Jafary Ndege. Mimi naitwa Dr Mtui Graham, ni daktari katika hospitali ya mkoa kwa Mwanza. Ni kweli kwamba mnamo tarehe 11 mwezi wa kumi na mbili tulipokea mgonjwa huyu, na kufika kwetu kweli hali yake ya kiafya haikuwa nzuri. Kwa hiyo tayari ameshafanyiwa vile vipimo vya awali na vingine vinaendelea ili kubaini shida yake nini hasa, ilianze matibabu. Baada ya kupata vile vipimo vya awali, tayari matibabu ya awali ameshaanza na hali yake kidogo imeanza kuimarika sasa hivi, japo bado yuko chini ya uangalizi kwa watu wa huduma na wataalamu, na kuna vipimo vingine vinaendelea. Hicho ndicho kikubwa ambacho kitarudishwa kufanyiwa. Labda tu natuwe na hofu. Kwa hiyo matibabu yatazidi kuendelea. Shida kubwa ya kwanza ilikuwa kuwa na shida kwenye miguu yake, na pia mwanzo alikuwa na upungufu wa damu. Lakini bado tunahitaji kufanya vipimo ili tujue kwa nini ana upungufu wa damu, kubaini chanzo cha upungufu wa damu. Na tuone ile shida kwenye miguu ni shida gani hasa. Tunajua kwamba watu wengi ulemavu wa ngozi albinism, huwa anapata matatizo mbalimbali. Kwa hiyo tunahitaji kufanya vipimo ili tujidhihirishe kweli shida ni nini, then apate matibabu ambayo atakuwa na Mpaka sasa vipimo vyote ambavyo wanavihitaji ameshafanyiwa, na zile dawa za wale ambazo anahitaji kwa sasa zote ashapata. Kwa mpaka sasa tuwezi kusema kwamba kuna kitu ambacho anahitaji hajapata, labda mpaka baada ya siku nyingine ya mwisho tunasema kitu gani hasa anahitaji zaidi, lakini mpaka sasa angalau

sibuka loto tumerudi tena na sasa tunaselema kwa elfu baada ya miaka kumi sibuka fm imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wasibuka nchini kote jishindie trakta aina ya John Deere 5065 bodaboda 15 pampu za dawa 50 redio 100 majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kemkem kem. jinsi ya kuselema kwa elfu piga namba ya mwamalo wa mpesa kisha Chagu. Kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777, kisha andika kumbukumbu kumbu namba 3538, kisha weka kiasi cha shilingi 1000 kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa Desemba 9 mwaka 2017, na, na draw za kila wiki pia zipo. Sibuka Loto, selema kwa elfu. Sipitwe na kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers sasa.